Tathmini umuhimu wa uwajibikaji katika kuyaboresha maisha ya wanajamii katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama ishirini. Uwajibikaji ni ile hali ya mtu kutenda anavyofaa kutenda, na ni ukweli uliowazi kuwa uwajibikaji wa wahusika katika Bembea ya Maisha umeyaboresha maisha ya wanajamii. Wacha tutazame mifano ifuatayo. Yona na Sara wanawajibika katika kumwelimisha Neema. Yona anasema hakupumzika kumpeleka Neema shuleni, na Sara anakubali kuwa wote walishirikiana kumwelimisha. Elimu aliyoipata Neema inamwezesha kupata ajira inayompa mshahara, anaoutumia kugharimia matibabu ya Sara na hata kuweza kumtumia Yona pesa za kununulia dawa. Neema anawajibika katika kuwaelimisha wanuna wake. Anamlipia Asna karo kwa mfano. Hili linamwezesha Asna kuweza kujitegemea maishani. Anaishi mjini alikopanga nyumba huku akiendelea kutafuta kazi. Neema pia anawajibikia afya ya wazazi wake Sara na Yona. Kumpeleka Sara hospitalini kunaimarisha afya ya Sara. Sara anatuambia ugonjwa ulikuwa umemla kiasi cha kumwacha chichakavu hadi Neema alipompeleka kwa wataalamu. Asna anawajibika katika kumuuguza mamake Sara. Sara anapata mahali pa kuishi akiwa mjini bila kukiuka mwiko wa kulala kwa bunju. Pia Asna anawajibikia maisha yake anapokondisha kijumba chake badala ya kumtegemea dadake. Hili linamwezesha kujipatia kidogo apatacho badala ya kurudi kijijini kwenye umaskini wenyewe kama anavyosema Bunju. Pia anawajibika katika kulipa karo ya wanawe. Hili linahakikisha wanapata elimu bora. Tunaona Lemi tayari akituzwa kwa kuwa kubeli na alama zake zinazidi kuongezeka. Viongozi nao wamewajibika kwa kuhakikisha barabara za mji zimesakafiwa. Neema anasema lami imerahisisha mambo na kufanya magari kusafiri kwa kasi. Sara naye anawajibika katika kumkinga Yona na aibu mbele ya wanawe. Sara hakubali kabisa kumsema Yona vibaya machoni pa wanawe. Hili linadumisha heshima kati ya Yona na wanawe. Bunju Anawajibikia majukumu ya kifedha nyumbani kwake. Hili linampa Neema nafasi ya kutumia hela zake kumpeleka Sara hospitalini na hivyo kuimarisha afya ya Sara. Tunaona Bunju na Neema wanawajibika katika kuwajengea wazazi wa Neema nyumba nzuri. Tunaambiwa akina Sara wanayafurahia mandhari ya nyumba yao. Neema naye anawajibika katika kuwanunulia wazazi wake Sara na Yona jiko la gesi. Yona anasema jiko hilo limewasaidia pakubwa kwa hivyo limeyaboresha maisha yao. Wanapika haraka. Kumbuka awali Sara alikuwa akisumbuliwa sana na moshi. Vilevile vile, Sara anawajibika katika kuwaadilisha wanawe Asna na Neema kuhusu kuishi na Bunju kama mmoja wao. Neema anayakumbuka maneno haya, anakumbuka ushauri wa Sara na kumwona Bunju kama zawadi badala ya kumwona kama adui eti kwa sababu anashindwa kumwauni katika matibabu ya Sara. Jambo hili linaleta maridhiano. Jamii nayo inawajibika katika kuwapa vijana stadi za kukabiliana na maisha. Sara anatuambia, unyagoni walirithishwa maarifa ya unyumba. Na anasema maarifa hayo ndiyo anayoyatumia Sara kuboresha maisha ya akina Neema. Jamii pia imewajibika katika kuboresha afya ya kiakili ya wanajamii. Imefanya hivi kwa kujenga vituo vya kurekebisha tabia. Neema naye anawajibika katika kuwaajiria wazazi wake wafanyikazi ili kuwapunguzia mzigo na kumwezesha Sara kupumzika. Bunju na Neema wanawajibikia masomo ya Lemi. Huwa wanamsaidia kufanya kazi ya ziada nyumbani, yaani homework. Hili huenda ndilo lilisababisha Lemi kuimarisha alama shuleni. Sara pia anawajibika katika kumpikia mmewe Yona. Hata akiwa mgonjwa, anamwomba rafikie Dina kumwauni Sara. Ana imani Yona akipata chakula Kutakuwa na amani. Anasema Yona ana maswali mengi na Dina anamhakikishia kuwa maswali hayo yangekoma kwa vile chakula kilikuwa tayari. Kwa hivyo ule uwajibikaji wa Sara unaleta amani nyumbani. Yona pia aliwajibikia masomo yake ujanani. Alijibidisha na akaweka rekodi ya kuwa wa kwanza kupata elimu ya chuo. Hili lilimwezesha kupata ajira. Alipata kazi ya ualimu. Bunju naye Aliwajibika alipomwokoa Neema aliyekuwa amejeruhiwa vibaya kupitia ajali ya barabarani. Kutokana na huduma aliyoipata, Neema anapona na hata kuwa mkewe Bunju. Tunaona pia, Yona mwishowe anawajibikia maisha yake na ya familia yake anapoungama makosa yake, anapobadilika na kuiacha pombe na hivyo kupata nafasi ya kumtunza mkewe Sara. Naam, unaweza kuongeza hoja nyingine lakini tayari nimekupa hoja ishirini.